Yani mtu ana zaidi ya siku tano akiwa mahabusu na risasi ikiwa kwenye mguu wake, kiasi kwamba mguu unataka kuoza. Mwingine amekuja amechomwa na sijui ni kitu gani, sijui ni mafuta, sijui ni nini, lakini hajapata matibabu ya aina yoyote. Na mbaya zaidi, nguo zake zimechanga kwao, vile vidonda vinazidi na kuna watu kama alivyosema nafikiri, ajisau amekuja amevaa boksa na simu. Huyu mtu kwanza, kwa kili ya haraka, unapata picha kwamba inawezekana hata alikutwa amelala kitandani. Hiyo ni picha ya kwanza, lakini cha pili, unamwekaje mtu mahabusu kwa zaidi ya siku tano akiwa hivyo? Na niombe pia mahakama zetu zijali utu wa mtu pale mtu anapoletwa akiwa katika mazingira kama yale, nafikiria ya kupaswa hata kupokelewa ili wafundishe kwa wale watu ambao wana wakamata watu na kuwaleta katika mazingira kama yale. Unametaja mtu mahakamani akiwa na boksa na akiwa na simu. Kwao ninaomba nyinyi mwesautie na ndugu waandishi wa habari kama ambavyo mwenzangu amekwisha zungumza, taarifa hii kwa ba umma tunaitoa baada ya ndugu wanafamilia kuwa wametuma maombi kwenye chama chetu, Chama cha Wanasheria Tanganyika, wakiomba pia msaada wa kisheria kagumza kama ambavyo matuga ameeleza kwamba wengi hawana uwezo wa kulipa gharama za mawakili. Kwao walituma maombi kwenye chama chetu E, cha wanasheria Tanganyika na sisi kama chama cha wanasheria Tanganyika tuna jukumu la kwa umma kwa, tuna jukumu hilo ambayo tumefanya hili jukumu e, kulingana na sheria yetu kifungu namba 4 cha TLS. Kwa hiyo ndugu waandishi wa habari, sisi tulipata fursa ya kuonana na watuhumiwa Eh, hata wale ambao wako Dar es Salaam na tumeonana nao mahakamani, naomba hili likae sawa, tumeonana nao mahakamani kwa wale ambao wako Dar es Salaam na wale ambao tumeona mahakamani na nyinyi waandishi wa habari mlikuwepo. Eh, wengine walikuwa na majeraha ambao yanaonekana kabisa eh, mliwaona, walikuwa na majeraha, lakini pia wale ambao tulizungumza nao pia eh, baadhi pia walitwambia kwamba eh, walipigwa walikuwa na hayo wameteswa na hayo majeraha pia ambayo yanaonekana, na jambo hili ni kinyume cha sheria. Lakini pia kwa sababu kama ambayo nimesema walitueleza, na tukika mahakamani, tulieleza pia mahakama kuhusiana na hiyo swala, na tuliomba kwamba mahakama itoe amri kwa wale ambao walikuwa na majeraha wakapatiwa matibabu. Tunashukuru kwamba mahakama ilitoa hizo amri na ilisema siku nyingine ambapo watuhumiwa wataka mahakamani, e, ripoti za matibabu ziwasilishwe mahakamani za hao watu. Lakini pia katika hali sio ya kawaida, ndugu waandishi wa habari habari, baadhi ya watuhumiwa walionekana wakiwa, wengine amevaa singlet na mtuhumiwa mwingine amevaa box na singlet. Mmeona. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba aidha, eh, pengine walikamatwa wakiwa kwa nyumbani kwao wakiwa kwa majumbani au hawalinyimwa fursa au hawakupewa fursa ya kujistiri. Eh, jambo hili ni kinyume pia na misingi ya utu wa kawaida tu hata kama wewe sio mwanasheria eh, kwa hiyo inaonyesha kwamba hakupata fursa ya kujistiri jambo ambalo, so, eh, ni kinyume na misingi ya utu wa eh, mwanadamu E, ndugu waandishi wa habari, licha ya watuhumiwa kuanza kufikishwa mahakamani, lakini bado kuna watu wengine ambao wanashikiliwa kwenye vituo vya polisi wanaendelea e kituo cha polisi kinyume cha sheria, kwa sababu sheria inasema mtuhumiwa akikamatwa anapaswa kufikishwa mahakamani ndani ya saa ishirini na nne au atoe dhamana e, ya polisi. Sasa akipita na saa ishirini na nne tayari hiyo mtu anakuwa anashikiliwa kinyume cha sheria. E, kwa mfano Dar es Salaam watuhumiwa okay, zaidi ya 400 walikamatwa. Na hii data tulifahamu kwa sababu sisi tulikwenda kituo cha polisi kwa day kwa nia ya kuonana na wateja wetu. Lakini hatukupewa fursa ya kuwaona. Tuliambiwa tu wako 400, e, na zaidi. Eh, tuka askari alikuwa front desk akawasiliana na bosses kwa sababu tulikuwa haipo, akatoa majibu kwamba haruhusu mtu kuonwa kwa wakati huo. Kwa hiyo hatukupewa fursa ya kuona tulipoenda pale kituo cha polisi Oysterbay. Kwa hiyo tuliambiwa watu 400 plus wamekamatwa, na takwimu za sasa ambao sisi tunazo ni watu 240 wamefikishwa mahakamani, lakini pia tunafahamu kwamba e, kuna wengine wameshaachiwa kwenye vituo mbalimbali vya polisi e, ikiwemo pia e, Oysterbay japo kuwa sasa hatujui idadi kamili ya ni watu wangapi ambao amba tayari E, wameachiwa vilevile. E, pia ndugu wengi ambao watu wao ndugu zao wameshikiliwa kwenye kituo cha polisi wamekuwa ya kuwaona ya kuwaona na hao ndugu zao wamekuwa kupiga simu kuomba msaada, hivyo e, tunatoa wito pia kwa jeshi la polisi kuruhusu ndugu zao kuwaona katika vituo vya polisi kwa sababu ni haki yao, kama mtu ameshikiliwa kituo cha polisi ndugu anaake anaenda kumwona ndugu yake.